Na muamuzi Klibeti Mhina kutoka eh, Kilimanjaro huyo hapo, ameshikilia boli eh, kwa ajili ya kusimamia sheria zote kumi na saba eh, za mchezo wa kandanda eh, wakikula namna hiyo, na hao ndio wa wauaji wa kusini eh, Namungo FC wakienda kutoa salamu kwa ajili ya kuashiria kuanza kwa mchezo huu eh, hicho ndio kikosi cha JKT Tanzania kama kawaida pale mbele iko Paul Peter Kasunda uh, ambayo eh, ana mabao mawili. Ndio hao, ndio waamuzi Charles Simon, Fatuma Mambo, Isiaka Mwalile, Gilbert Mlina kutoka Kilimanjaro, huyo hao. Ndio Namungo wa waji wa kusini, leo akianza Musa eh, Malika eh, lakini kule mbele akiachwa mwamba kabisa Fabrice Wangoi nyota eh, nam karibu sana assalamu alaikum, popote pale ulipo mtazamaji, karibu sana mchezo wa NBC ligi kuu JKT Tanzania dhidi ya Namungo, kwamba JKT Tanzania tafanya nini? Ameanza haraka haraka kule shida Ramadhani kichuya, kichuya anaweka ndani, nafasi nafasi kule kule, Hassan Dilunga, Hassan Dilunga, pete pete, je, nikol tazama, shiza ramadhani kichuya aliweka ndani, lakini i asiliia 61 kwa 39. Haya, ngoja tuone maajabu ya mpira huko, nafasi kwa na Mungu kataa uzuri chalamanda kule, lakini Jacob Masawe kataa kona. Konaa kisama kipenye alipita nayo ile, lakini umaridadi wa Ramadhani chalamanda. Lakini Jacob Masawe katajaribu tena, lakini sevu nyingine amekwenda kuifanya e. Ramadhani chalamanda hiyo hapo, akaiparaza hivi. Haya naji maguru, moja mbili tatu Najib Maguru keden jekuleni goal kick, anaweka nafasi na Jack. Tizama free kick ambayo Al Manusura. Eh, ijae Kimiani. Hey, haya Najib Maguru kwa kutapoti Maguru. Yanyuka, tizama mlinda mlango alianza pamoja na Bakari Hussein, akaunasa ule na Jim Maguru, na lango lilikuwa wazi kabisa. Pasco Manyama, Pasco Manyama anaichopu! Ndio nafasi kwa JKT Tanzania, sentimita chache kule, hey. Watu walishanyanyuka kwenye benchi la JKT Tanzania. hey, Musa Malika, Ahmad Ali, kocha wa JKT Tanzania. Eh, bia usikate tamaa, endelea Ahmed Ali, bado masiara masiara, kipenye nafasi adhimu kwa Namungo. Ali Ahmed anawatanguliza Namungo, masihara masiara hivi. Ramadhani Chelamanda uswake, tazama, shule ilianzia hapo alianzisha akaanzisha tena ikawekwa, akakutana nayo tena, Ali Ahmed akaiweka kwenye kamba. Tazama, alichukua Ali Ahmed, alianzisha akaanzisha tena, hiyo hapo akawekewa na kipenye Cyprian. Ali Ahmed akakutana nayo tena, ilikuwa kumalizia tu. Naam, dakika 45 zimekamilika, kipindi cha kwanza. Karibu sana dakika 45 za Lala Salama JKT Tanzania dhidi ya Namungo FC. Hey, nazungushwa ndani, lakini mikono mwa Chalamanda anatema kule na, nafasi kwa Namungo kule. nafasi kwa Fabi lakini inakwenda nje, kwani watu wa Mbweni kuwabakisha na furaha ya pengine hata asare kama kitambaa kitatosha moja. Tuone moja, mbili, tatu anayepika chini chini kule nyaka uzuri kabisa kule. Musa Malika, tazama ilifika sehemu nzuri, ni on target, yanakwenda vibaya. Lakini shangwe huku kwa mashabik wakaziani, kushangilia matokeo, atauliza baadaye. Dakika tano za nyongeza ndio za kuamua. Haya, hapo pita, Kasunda, Dilunga, nafasi nyingine tena, kanani chilote la JKT Tanzania limenyanyuka, dakika zao. Juma Mgunda akistaajabu inakuwaje, anawarejesha mchezoni JKT Tanzania. Tazama, aliweka ile, akaichukua Hassan Ilunga, akaiweka sehemu sahihi. Saleh Karabaka akaiweka far post, moja moja. Haya, shuu inaanza tena kule a kule kwa Ramadhani Chalamanda, kwa Ali Ahmed, anaiweka ndani kule, kataa kule kule. Tualib anajaribisha kule kini, offside. Haya, ni nafasi nyingine tena kule, Pius Busuita, nafasi kwa Shilenga kini, ni goal kick. Nafasi nyingine hii amaipata na ameshindwa kuitumia vizuri hiyo. Hapo dakika 90, zimekamilika moja moja. Hizo ndio takwimu za full time, ambapo mashuti ambayo amelenga lango ni tatu kwa tatu, lakini ambao hajalenga ni tano kwa mbili. Miliko mpira na asilimia 63 kwa 37. Full time: JKT Tanzania moja na Namungo FC